Kumiliki na kutawala kwa njia ya maombi. Mungu anatukaribisha tushiriki maamuzi pamoja naye. Unaposoma mistari mbalimbali katika Biblia, huwezi kuacha kuona. Maana mojawapo ya maombi ni wito wa Mungu kwa wanadamu kushiriki pamoja naye katika maamuzi mbalimbali mbali ambayo Mungu anafanya kila siku juu ya mambo hapo ulimwenguni. Kati ya mambo yanayomshangaza Mungu ni pale anapoona kuna jambo ambalo linahitaji msaada wake, lakini hakuna mtu anayeliombea kwa mzigo jambo hilo aingilie kati. Isaya 56 mstari wa 16 anasema, akaona ya, akaona ya kuwa hapana mtu, akastaajabu kwa kuwa hapana mwombezi. Mungu anahitaji tuwe pamoja naye katika kufanya maombi na kutengeneza maamuzi katika maeneo yote ya maisha. Ni muhimu kujua Mungu anakuhitaji wewe katika kufanya maamuzi pamoja naye. Ukisoma kwenye Mwanzo kumi na nane ishirini na nne hadi thelathini na mbili utaona majadiliano baina ya Mungu na Ibrahim kuhusu hatima ya Sodoma na Gomora utajua fika kuwa mungu anatuhitaji sisi katika kufanya maamuzi ya mambo mengi sana yanayoendelea hapa duniani tangu zamani mungu amekuwa akitafuta mtu kushirikiana naye katika maamuzi anayofanya hapa ulimwenguni anasema katika ezekieli ishirini na mbili thelathini na ile thelathini na moja nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi nisije nikaiharibu lakini sikuona mtu kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu ya ghadhabu yangu juu yao, nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu, nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. Hapa unaona kwamba Mungu alitafuta mtu atakayelitengeneza boma, mtu alitafuta mtu atakayesimama mbele zake mahali palipobomoka, lakini akakosekana, hali iliyosababisha Mungu akawaribu. Lazima tujue kuwa kupitia maombi tunaweza kumiliki na kutawala katika maeneo mbalimbali mbali ya maisha yetu, katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili pia. Namna gani natawala kupitia maombi? Je, nitafanya nini? Namna gani naweza kuomba kiasi ambacho nikamiliki na kutawala katika hali inayoendelea? Mambo sio mengi. Jambo la kwanza ni kuwa na maombi ya kimkakati. Ni muhimu sana kutengeneza mpango maalum na wa mkakati kuhusu aina ya maombi unayokwenda kuomba. Ukweli ni kuwa ni muhimu sana kuwa na ufahamu, uelewa na taarifa juu ya kile unachotaka kumiliki na kukitawala. Ninaposema mkakati, ninaposema mpango katika maombi, ni lazima ujue ni aina gani ya maombi unakwenda kuomba, ni kwa wakati gani, ni matokeo gani unayoyahitaji katika maombi ambayo unakwenda kuomba. Moja, ni lazima uwe na ratiba maalum muda kwa ajili ya maombi yako. Ni muhimu sana kujua muda maalum wa kufanya maombi yako siku hata siku, ni ratiba fulani ambayo umejijengea, kwamba kila siku saa kumi na mbili nitaamka kuomba, kila siku saa moja nitaamka kuomba, nitafanya maombi kwa masaa matatu, nitafanya maombi kwa dakika arobaini na tano nitafanya maombi kwa masaa mawili. Ni muhimu sana kujua hicho kitu. Ukirejea kwenye maandiko unagundua kuwa kuna watu walikuwa na muda wao maalum wa kusali. Maandiko yananiambia kwenye Matendo ya Mitume mstari wa kwanza, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa tisa. Hawa watu walikuwa na kawaida ya kusali saa tisa, walikuwa na utaratibu wa kusali saa tisa. Ulikuwa ni ratiba yao na hawakuwahi kuivunja. Jambo la pili ni kuwa na vipaumbele, kuwa na vipaumbele vya maombi. Unakwenda kuomba, ni muhimu unaposogea mbele za Bwana uwe na vipaumbele. Kukosa vipaumbele kutakufanya ukose shauku na shabaha ya maombi yako. Lazima uwe na muda wa kukaa na kuandaa vipaumbele. Ndugu, tunaongea kuhusu maombi ya kumiliki na kutawala. Tunazungumza kwamba nitawezaje kumiliki na kutawala kwenye fildi niliyopo, kwenye eneo nililopo kwa njia ya maombi. Ni lazima uwe na vipaumbele. Unapoenda mbele za Mungu kwenye maombi, ni lazima uwe na vipaumbele ili utawale au kumiliki. Lazima uwe na ajenda. Hakuna mfalme au mmiliki wa kitu fulani asiye na vipaumbele. Ili utengeneze umiliki au utawala kwa njia ya maombi, ni lazima uwe na mkakati, uwe na vipaumbele mbalimbali ambavyo vitakuwezesha kuelewa zaidi kuhusu nini unachotaka kumiliki, umiliki nini na vipi umiliki na kutawala katika ile eneo. Jambo la pili ni kuwa na madhabahu ya maombi, ni lazima uwe na mahali unakopatikana kuomba kulingana na kile umekiandaa. Ni muhimu sana kutengeneza, kutengeneza madhabau ya maombi. Unataka kumiliki na kutengeneza utawala wako kwenye eneo lolote wanalohitaji, basi ni muhimu kuelewa kuwa unahitaji madhabau ya maombi. Madhabau itakufanyia vitu vifuatavyo: moja, madhabau itakupa uthibitisho na hakikisho la maombi yako. Mwanzo ishirini na nane mstari wa kumi na nane hadi ishirini na mbili inakuonyesha mtu anaitwa Yakobo na namna ambavyo aliamua kutengeneza madhabahu ya maombi, namna ambavyo aliamua kutengeneza madhabahu mara baada ya kukutana na Mungu, baada ya kukutana na malaika. Unapotengeneza madhabahu ya maombi inakupa uthibitisho, inakupa hakika, inakupa shabaha, inakupa shauku ya kuendelea kuomba kila wakati zaidi na kutia nguvu ya kutochoka katika yale maombi unayoyafanya. Tunapozungumza kumiliki au kutawala, sio jambo la wakati mmoja au jambo ambalo utalifanya na kuliacha au jambo ambalo utalibatisha kwa wakati fulani tu. Tunazungumza maombi ambayo yatakuchochea kufanya jambo kila wakati pasipo kuchoka. Kumiliki, kutawala, kutahitaji nguvu zako, kutahitaji ufahamu wako kutahitaji fedha zako kutahitaji nguvu zako kutahitaji akili zako kutahitaji kila resources ambayo unayo. Ni lazima uwe na madhabau ya maombi ambayo itakupa backup katika kila wakati ambao unakwenda katika, katika, katika maombi. Lakini pia madhabau ya maombi itakupa urahisi, itakupa shauku na kuomba zaidi. Uwepo wa madhabau ya maombi utatengeneza urahisi wa kufanya maombi siku hata siku utakufanyia namna ambayo haitakutia ugumu katika yale maombi unayoyafanya, kwa sababu kuna nguvu ipo katika madhabahu yako ya kuomba. Unataka kutawala kwenye eneo la uchumi, unataka kutawala kwenye eneo la elimu, kilimo, biashara, kila eneo, uchumi, huduma, basi tengeneza madhabahu ya maombi, kisha jiunganishe nayo. Usiache. Usiache na kusi. Unapotengeneza madhabahu yako ya maombi, ni mahali pako pa siri, ni chumba chako cha siri, ni kama kusema ni mahali pako pa kufua nguvu, ni mahali pako ambako wewe tunakupata hapo, chumba cha siri, chumba chako, madhabahu yako ya maombi sio kitu cha kukiacha zaidi na zaidi. Nikwambie kitu kimoja, kwa njia ya maombi unampa Mungu nafasi ya kuingilia kati umiliki na utawala uliopo, kwa niaba ya sisi tunaoomba. Njia ya maombi Mungu anawapa uwezo wa mwisho wa kumiliki utawala juu ya maeneo tunayoombea. Nitakupa mfano mmoja wa binti anaitwa Esta kwenye Biblia. Esta alikuwa na maamuzi ya mwisho zaidi juu ya hatima za watu wa taifa lake, na hii ni kwa sababu ya maombi ambayo yaliombwa yakasababisha athari katika utawala wa Ahasuero na mamlaka ya Hamani. Ukisoma hapa hii historia ya Esta unagundua kwamba tayari Wayahudi walikuwa wamekwisha hukumiwa kufa lakini kuna mtu anaitwa Esta. Kupitia yeye na maombi ya Wayahudi, waliweza ku, waliweza kurudisha nyuma, waliweza ku reverse. Kwa haraka haraka tunasema, Esta alikuwa na mamlaka juu ya mfalme Ahasuero kiasi cha kwamba Esta aliweza kubadilisha na kutangua ile hati ambayo Hamani alikuwa ameandika. Mungu anasubiri maombi yetu, Mungu anasubiri maombi yetu, mimi na wewe. Mungu anatusubiri mimi na wewe. Kila siku kuna maamuzi mengi yanafanyika, maamuzi ambayo yanagusa maisha ya watu, lakini si maamuzi yote huzaa kitu chema. Mungu amekuweka hapo ili kwa njia ya maombi uweze kumiliki na kutawala maamuzi yanayofanyika hapo kila siku, kwenye hiyo fildi uliopo, kwenye familia yako, kwenye ukoo wako Mungu amekuweka ili wewe utawale na kumiliki ili maamuzi yanayofanyika hapo yakawe ni maamuzi ambayo yatapitisha taarifa za kimbingu, yakawe ni maamuzi ambayo yatapitisha, yatakuwa na athari za kimungu, yatakuwa na athari za Kristo. Mungu amekuweka hapo kwenye hiyo kazi ili maamuzi yatakayofanyika yawe na athari ya Mungu. Hakukuweka kama pambo, hakukuweka kama mtu ambaye atakuwa anafanyiwa maamuzi na nguvu zingine. No, no. Mungu anatusubiri mimi na wewe tuwe na athari. Mungu anatusubiri mimi na wewe tuingie kwenye maombi ili tumiliki, tutawale. Mungu anatusubiri mimi na wewe tukawe na athari kwenye ulimwengu huu. Mungu anatusubiri mimi na wewe tukaushinde ulimwengu huu. Mungu anatusubiri mimi na wewe tukaongoza ulimwengu huu oh, kwa njia ya maombi tukamiliki, tukatawale. Ninakuhakikishia, ukiamua kumiliki na kutawala kwa njia ya maombi Mungu hataondoka kwako. Usisahau maombi ya kimkakati, usisahau kujenga madhabahu ya maombi. Wewe unayenisikiliza nisikiliza, wewe unayeniangalia, unaweza ukamiliki na kutawala kwenye field uliopo kwa njia ya maombi. Shalom.